Filamu inaitwa Immaculate ya mwaka 2024. Immaculate ni filamu ya kutisha ya mwaka 2024 inayofuatilia ya maisha ya msichana Cecilia, mtawa wa kijana kutoka Marekani anayekwenda kwenye convent ya zamani nchini Italia, akiamini mahali patakatifu na huduma za kiroho. Lakini inapofika hali inabadilika haraka. Nyumba hiyo ya watawa ina siri nzito, tabia za kutisha na kanuni zisizoeleweka. Cecilia anaanza kushuhudia mambo yasiyo ya kawaida: watawa wazee wanaficha makovu ya ajabu, maeneo ya convent ambayo wamekatazwa kuingia, na maono ya kusajabisha ambayo yanamfuata kila siku usiku. Kadri siku zinavyopita, anagundua kwamba yeye si mgeni tu, bali ni kiungo muhimu katika kufanya mpango wasili, wa asili unaoendeshwa na viongozi wa kidini wanaotaka kutumia, wanaotaka kutumia, wanaotaka kumtumia kwa muujiza ambao yeye mwenyewe hakuwahi kuomba baada ya muda mfupi Cecilia anagundua kwamba ametungishwa mimba bila ridhaa yake, na konventi yote inaamini mtoto huyo ni mtoto wa kisayansi ya kimungu, sehemu ya jaribio la hatari la kuzalisha kiumbe kitakatifu. Kutoka hapo filamu inapanda katika mvutano mkali, ukatili wa kutisha, kutoloka kuficha ukweli na mapambano ya kujitoa kwenye imani iliyopotoshwa filamu imeongoza naye Michael Mohan lakini pia imeandikwa na Andrew Lobel na hungu ndani kuna masta kama Sydney Sweeney aivelo moltena Simiona Tabasco unaopata ndani ya filamu hii hapa inakwenda keja la Immaculate ya, ya mwaka 2024 basi kama wewe ni mpenzi wa filamu za kutisha basi yapa filamu ni kwa ajili yako naikuitizama kupitia Amazon Prime Video lakini pia unaweza kutazama kupitia Apple TV, lakini pia nyingine, uchafuta, na huduma nyingine ambazo unaweza kuitafuta na ukaipata ukaitazama. Safi kabisa Bana, hii hapa ni kwa siku leo ndani ya plus 234 mpaka wakati mwingine mea blo millennium